Papa Francis, kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani, ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya wiki tano kupitia kwenye dirisha katika hospitali ya Gemelli ya Roma kabla ya kuruhusiwa kuondoka hospitalini. Alizungumza kwa ufupi akiushukuru umati kwa kumwombea kabla ya kurudishwa ndani kwa kiti cha magurudumu Atuti. Francis mwenye umri wa miaka themanini na minane alilazwa hospitalini mnamo Februari 14 kutokana na changamoto za kupumua, huu ukiwa ndio muda mrefu zaidi kwake kulazwa hospitalini katika uongozi wake wa miaka kumi na miwili. Madaktari wa Papa walisema Jumamosi, Machi 22 kwamba bado itachukua muda mrefu kwa mwili wake kuwa sawa kutokana na umri wake mkubwa. Papa ameagizwa na madaktari wake kupumzika kwa miezi miwili huko Vatikani.